Na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga ametetea uamuzi wa wake wa kushirikiana na rais William Ruto, akisema ulichochewa na dhamira ya kutatua masuala muhimu ya kitaifa, ikiwa ni pamoja na halmashauri ya afya ya jamii SHA yenye utata na mzigo mkubwa wa ushuru, hususan kupitia ushuru wa nyumba za gharama nafuu. Akizungumza katika ibada ya mazishi katika kaunti ya Kiambu, Raila alipuuzilia mbali ukosoaji unaohusu ushirikiano wake na rais, akisitiza kuwa rais alimtafuta ili kusaidia kuleta utulivu humu nchini. Ushirikiano wa Raila Odinga na rais William Ruto umekosolewa na baadhi ya Wakenya, lakini kiongozi huyo wa ODM halegezi kamba. Watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto ametowacha. Mimi sijaenda kwa Ruto, Ruto nimemkuja kwangu. Akizungumza hadharani kwa mara ya kwanza kuhusu ushirikiano huo, Raila alitetea uamuzi wake, akisisitiza kutia kwake saini kwenye mfumo wa ushirikiano na rais kulitokana na hitaji la kushughulikia maswala muhimu ya kitaifa. Mambo matibabu iko na shida i, mambo ya SHA haifanyi kazi mpaka irekebishwe, si irekebishwe, sivyo? mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana, hata hii ya juma nyumba hizi mpaka irekebishe, sio? Kwenye ibada ya mazishi katika kaunti ya Kiambu, aliyekuwa waziri mkuu alikanusha madai kwamba ushirikiano wake na rais umechochewa na siasa za kabla ya uchaguzi wa mwaka, uchaguzi mwaka 2027. Uchaguzi itakuja mwaka 2027, hapo wananchi wataamua wenyewe, lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Raila alitoa hakikisho kuwa rais amejitolea kutekeleza maazimio ambayo viongozi hao wawili waliafikiana. Wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote, mnaona yale tumeandika maneno makumi yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Sasa tunasema tunapatiao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe. Kiongozi huyo wa ODM alisisitiza kuwa vita vyake vya kutetea haki za Wakenya havijabadilika, na kwamba huku baadhi ya watu wanaweza kukosa kukubaliana na mtazamo wake, afadhali awe sehemu ya suluhu kuliko kusalia kando.